na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na yeye akasema innama ana rahmatun muhdaha, hakika yangu mimi ni rehma iliyoletwa zawadi. Na kama umezunguka katika mawarid tofauti tofauti, utaona mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezwa yakuwa ni rehma kwa miti yakuwa Lakini laki leo tutamwangalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa ni rehma kwa makafiri, na hapa tutaangalia, tutamwangalia Nabiyullah Isa na wanafunzi wake hiwari, ambayo kwamba imepatikana baina yao, kisha tuliangalie jawabu la Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala katika hiwari hiyo. Kisha twende moja kwa moja mpaka kwa makafiri wa Makka, wakiwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaliyopitika baina yao, kisha tusikilize jawabu la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo utambua ya kuwa mtume ni rahmatun lil alamin. Nenda katika sura al-Maida, aya 112 mpaka 113 mpaka 115.

neim iwapo nyinyi ni waumini wa kweli, ikiwa nyinyi ni waumini muodopeni Mwenyezi Mungu na mwanini bila ya kuletwa aya ama ishara ama alama yoyote. Wale wanafunzi wakamwambia twataka hicho chakula kishuke kwa ajili ya mambo manne. Nuridu an naakula minha, twataka kukila hicho chakula. Wakasumain qulubuna, na yoyo nao suia na naalamu an kad sadaktana, na tujua ya kuwa umetuambia kweli, wanakuna mina shahidina, na tuwe miongoni mwa mash, mashahidi. Kwa hivyo wanafunzi wanamwambia Nabii Allah Isa muombe Mwenyezi Mungu atushukishie chakula kwa ajili ya mambo haya manne wanaomba kwa unyenyekevu Nabii Allah Isa, kala Isa ibn Maryam Nabi Allahi Isa atamuelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akimwambia Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-samaa, ewe Mwenyezi Mungu mola wetu tushikishie chakula kutoka mbinguni. <laughs> takulu lana aidan li awwalina wa akhirina, chakula hicho kiwe ni sikukuu kwetu sisi na wale watakaokuja baada yetu sisi wa ayatan minka na iwe ni ishara kutoka kwa kwako wewe wa, wa ruzukna na kuturuzuku, wa anta khairu raziqin, hakika yako wewe ni mbora wa wenye kuruzuku. Wanafunzi wanaomba kwa mwenye unyenyekevu. Nabi Allah ya Isa anamuelekea anamwelekea Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, lakini sikizeni jawabu la wa ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala Allahu inni munaziluha alayhi ya mimi nitawateremshia hicho mnachokitaka. faman yakfuru ba'du minkum, yoyote atakayekufuru baada ya hapo. fa inni uadhibuhu 'adaban la uadhibuhu ahada min alalamin, hakika ya mimi nitampa adhabu ambayo kwamba hajaakidiwa adhabu kama hiyo mtu yoyote katika ulimwengu huu. Tumeona wameomba kwa uzuri Nabii Allah Isa ameomba kwa uzuri, wanapewa lakini kwa masharti. Sasa twendeni katika sura Suratul Anfal aya ya 32, na ta iz qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik. Kumbukeni makafiri wa Maka walipomwambia Mwenyezi Mungu: ewe Mwenyezi Mungu, ikiwa haya aliyokuja ni haki kutoka kwako wewe, fa anzil alaina hijarat min as alsama, tupige kwa mvua ya mawe au itina bi adhabin alim, ama amatuletee adhabu kali kushinda hiyo. Wale wanaomba kwa uzuri wanapewa kwa masharti. Hawa makafiri wa Maka wanamchallenge Mwenyezi Mungu, ikiwa aliyokuja nayo Muhammad ni ya kweli basi tupige kwa mvua ya mawe ama tuteremshie adhabu kali kuliko hiyo. Sikizeni jawabu ya Mwenyezi Mungu, anamwambia naambia nini? Wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihi, hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuadhibu wale makafiri na wewe mtume Muhammad uko pamoja nao. Je, mtume ni rahmatul lilalamin ama si rahmatul lil alamin? Ndani katika sura tul Hajj

Hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuadhibu wakafiri wa Makka, na wewe mtume Muhammad uko pamoja nao. Soma katika suratul Ankabut aya ya 53, wayastajilunaka bil adhab, na wanakuhimizeni na wanakuharakisheni juu ya adhabu, walau la ajalu musamma na

mbili katika dunia ndio watu wenye huruma zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuwa na huruma mpaka kwa makafiri, na nasikitika wakati tunaposema laulahu ma kunna wala baina, ndugu zetu mawahabi watuambia mshirikina, laulahu ma kunna wala baina lakini sisi tuwawambia laulahu makunna wala bakina, lau si Mtumi Muhammad pia tusingali kuwa wala tusingebakia. Angalia mitume yote iliyotangulia na kaumu zao walipofanya makosa, walifanywa nini? wali, ya mtume Muhammad kwa hivyo, laula huma kuna wala lakini hakuna makosa yote ngala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ana kisasi ambaye walipa kisasi watu wa Tai. Mtume alipoenda Tai, akitarajia kule ndio atapata nusra, yuko na Zayd, anajia mtume atukana, apigwa, arushiwa mawe sallallahu alayhi wa sallam amerua dama Adi adiotoka ewe Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatoka nje ya mji. Malaika wa Jabali na Jibril wanamshukia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanamwambia mtume, amrisha tuwapige hawa watu wa Makka kwa haya majabali. Mtume sallallahu alayhi lihi wasallam anawambia malaika, bal arju an yuhrija llah min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah, bal atarajia Mwenyezi Mungu atoe katika nyuti za migongo yao kizazi kinachosema la ilaha illallah. Mtume hakuamrisha wauliwe wani alikuwa ni rahmatun lilalamin. Na mwisho mtume akawaombea dua allahumma hdi qaumi fainnahum la yaalamuna, ewe Mwenyezi Mungu waongoze watu wangu kwa kuwa wao hawajui. Kwa hivyo mtume ni rahmatun lilalamin, na ndio utaona mpaka hawa ambao kwamba sasa wanampinga na wanampiga vita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu hajashindwa kuangamiza, ila anajua katika nyuti za migongo za hawa mawahabi kutatoka vizazi ambapo kwamba vitamsifu, vitamsherehekea, vitamtangaza, vitampenda na vitamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mtume mtume ambaye ukitaka kujua ni rahmatun lilalamin, anganyeni wakati wa kiyama watu watakapomfata Nabi Allahi Adama wakitaka shafaa, Nabi Allahi Adama anawambia ya kuwa mimi nilitenda makosa ya kula ule mti katika nini, katika pepo, siwezi kuombea shafaa. Wataenda kwa Nabi Allahi Nuh wakitaka sikuombea msamaha na shafaa. Wataenda kwa nabi Allah Ibrahim wakitaka shafaa kupitia kwa nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim anawaambia hakika yangu mimi nilisema, ma... nilisema makosa mara ngapi, nilidangani mara ngapi, kwa hivyo <laughs> siwezi kuombea shafaa. Wanaenda kwa nabi Allahi Musa nabi siwezi kuombea shafaa, wanaenda kwa nabii Allah Isa. Nabii Allah Isa anawaambia hakika mimi yangu ni makubwa zaidi, watu walinishirikisha wakaniita Mungu na mwana wa Mungu, mimi siwezi kuomba kuombea shafaa. Wataenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakitaka shafaa kupitia kwa mtume Muhammad, mtume anawaambia ana ahlu lidalik, kazi yangu

shufaia sufaia watoshufaika wote. Huu ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na utaona yeah. Kasida iliyotoka kutolewa kwa Muhammad Muhammad Muhammad yaeleza hii hichi kisa ambacho kwamba tumekitaja sasa. <laughs> Hivi maashara wa muslimin, tuna mingi ya kumzungumzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini <laughs> sitaki kutawilisha kwa kuwa na najua baada yangu mimi atakuja shekhe langu arekebishe yale ambayo kwamba nimekosea na pale ambapo kwamba nimeenda vibaya, namalizia khutba yangu hizi kwa abiyati nikisema: malaikatu rrahmani jalla jalaluhu tahufu biqaumin yadhkuruna muhammada yaquluna zidu min madaihi ahmadin